Habari za wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na tukianza na mifumo ya upepo, ndio ndio kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa. Na kasi ya kilomita 40 kwa saa katika Ziwa Victoria pamoja na ukanda wote wa pwani. Na hivyo hali ya ziwa pamoja na hali ya bahari inatarajiwa kuna mawimbi makubwa. Na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la kuwepo kwa vipindi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayofikia ya mita 2 vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wote wa pwani pamoja na maeneo yote yanayozunguka Ziwa Victoria. Hivyo wakazi wa maeneo hayo, hatua stahiki ni vyema kuchukuliwa. Na mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha upungufu wa viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini, na hali ya ubaridi bado inaendelea kutarajiwa katika maeneo mengi, na kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi nane katika mkoa wa Njombe. Hivyo basi, kwa usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa maeneo yote ya nchi yetu, maeneo haya yanatajwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Lakini kwa hapo kesho, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya ukanda kona kaskazini, maeneo haya yanatajwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua, wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatajwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam kiwango cha chini cha joto kinatajwa kuwa nyuzi joto ishirini na mbili. Dodoma kiwango cha chini cha joto kinatajwa kuwa nyuzi joto kumi na tano. Mwanza kiwango cha chini cha joto kinatajwa kuwa nyuzi joto kumi na tisa. Kilimanjaro kiwango cha chini cha joto kinatajwa kuwa nyuzi joto kumi na nane. Mbeya kiwango cha chini cha joto kinatajwa kuwa nyuzi joto kumi. Morogoro kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto kumi na sita. Arusha kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto kumi na tatu. Na kutoka Mamlaka hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa na Rebecca William, tukutana hapo kesho muda, wakati kama huu.